Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Misri Abdel Fatah al-Sisi wanatarajiwa kuongoza mkutano wa kutafuta amani ya Gaza, utakaohudhuriwa na viongozi zaidi ya ishirini kutoka nchi mbalimbali duniani mjini Sharm el-Sheikh. Mkutano huo utakuwa na malengo makuu matatu, ikiwemo kusitisha vita vya ukanda wa Gaza, kuimarisha jitihada za kufanikisha amani na utulivu Mashariki ya Kati na kuanzisha enzi mpya ya usalama na utulivu wa kikanda. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer, Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni, Pedro Sanchez wa Hispania na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ni miongoni mwa viongozi waliothibitisha kuhudhuria mkutano huo. Mazungumzo yaliyoandaliwa na Misri, Katar na Uturuki na kushirikisha wasuluhishi kutoka Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner. Yalisababisha kusitishwa kwa mapigano na kuongezeka kwa misaada ya kibinadamu huko Gaza. Viongozi wa Hamas walishatoa angalizo kutoshiriki mkutano huo na kusema kuwa watawakilishwa na wasuluhishi wa mgogoro. Hata hivyo, haijafahamika endapo Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu atashiriki mkutano huo.